zangu katika imani na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mbele yenu mnayoona hapo hayo, sisi tunaita ni malumbalumba makubwa. Sasa nyinyi sijui kikwenu mnahitaji, lakini yana harufu kali majani unayoona mbele yenu hapo. Kwa mtu yoyote mwenye tatizo la vitu kutembea mwilini, unaweza ukajifukiza majani hayo ukapulua machache ukachoma kwenye moto na moshi wake ukajifukiza jioni tu muda wa kulala. Ukifanya zoezi hilo kwa muda wa siku tatu utapata shifa. Hayo ni malumbalumba makubwa, unavyoona huwa yana harufu kali na ni mengi sana, yanapatikana kila kona, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hii kitu pia kina uwezo wa kufukuza changamoto za mapepo mbalimbali, lakini pia wengine huwa wanatumia kwa ajili ya Tengeneza nyungu ya pekee ya kuchemsha, unajifukiza, ila ukiwa na afya nzuri ndo unajifukiza, kwani huwa unatoka jasho jingi sana. Kufanya hilo zoezi hilo kwa muda wa siku tatu hapo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utapata shifaa. Unaitwa malumbalumba makubwa. Asanteni. Chifu Hamisi, Hatad TV.